Wakati mwingine tena, mwana michezo, karibu sana. Tutazame masuala mbalimbali ya kimichezo siku hii ya leo. Nimepata nafasi ya kumtembelea mchezaji wa zamani lakini pia mchambuzi kwa sasa eh, Amri Kiemba, atupatie maoni yake kuhusiana na namna ambavyo anautazama mwenendo wa ligi kuu ya Tanzania bara mpaka hapa tulipofikia. Ushindani upo vipi? Jina langu ni Teditino, nyuma ya kamera eh, yuko Myahudi Poisonkan. Brother vipi bratha, alhamdulillah. Muda mrefu sana hatujaonana na leo hii Almasiningi tumepata nafasi ya kukutana nawe kwa mara ya kwanza. Karibuni ofisini kwetu, mara nyingi tukiwa hatuna pilika za mjini, tuko hapa tumepumzika. Asante sana bwana. Mimi tuuangazie, uh, ushindani wa ligi unauonaje? Timu hizi kubwa ambazo tumezoea zimekuwa zikipata matokeo katika viwanja mbalimbali kwa urahisi Eh, safari hii wanakutana na ushindani mkubwa zaidi. Ni kitu gani ambacho kimeongezea katika eh, wapinzani wa hizi timu kubwa? Ah, kwa, kwanza unaweza kuona uh, timu zote zinajaribu ku kuwekeza uh, kuanzia ndani ya kiwanja kwa maana ya wachezaji, lakini mm -hmm. pia na kwenye benchi kwa maana ya wale wakufunzi mm -hmm. uh, kimbinu timu nyingi sana zimeboreka zime Uh, ukizitazama namna ambavyo zinajiandaa kuendea baadhi ya michezo hususan ni michezo mikubwa ambayo hmm. umeizungumzia. Uh, kimbinu wanaiendea vizuri kulingana na uhitaji wa mchezo na aina ya maswali ambayo wataulizwa, yani wako rahisi sana wao kuzifanyia kazi uh, mbinu na, na, na, na, na, na, na ujanja wa timu hizi kubwa kwa sababu wanafanya kitu ambacho kinajirudia mara kwa mara, na ndio maana ukiwaona wanacheza wao kwa wao unaweza ukasema mbona wakicheza na hizi timu kubwa yani Simba Yanga, au Azam ama Singida wanacheza vizuri sana, lakini wakicheza wenyewe kwa wenyewe inakuwaje? Kinachokuwepo ni kwamba kimbinu, kuzisoma hizi timu ambazo mara nyingi zimekuwa na, na utaratibu unaojirudia kwenye matukio yao ni rahisi kwa timu pinzani kuweza kukaa na kuanza uh, kuchambua na kuja na majibu yale maswali. Yaani asilimia themanini ya yale ambayo wanafikiria yatatokea yanakwenda kutokea kwenye mchezo, kwa hiyo wanajikuta wako tayari, wameshajiandaa na hayo maswali. Tofauti inayoletwa ni namna gani yule mchezaji sasa wa hizi timu kubwa anaweza uh, kuongeza kile ambacho yeye alichonacho kuweza kuvuruga utaratibu na mbinu za kimbinu, uh, sana, uh, uh, timu pinzani kuweza kujilinda. Kwa hiyo mi naona kwenye ligi yetu kimbinu kumekuwa sana na kunazisaidia timu kuweza kupambana kimbinu, labda timu zimekuja zina zinakabia zina uh, kwa the mid block, kwa maana eneo la katikati ya kiwanja, wanawaachia kule nyuma nyee, kwenu mwanze mkiwa huru, lakini mkifika katikati mtakutana na watu watawazuia kwao pale sasa, walimu wa hizi timu kubwa ndipo ambapo wanabidi wana, wana kuanza kuuliza maswali tofauti tofauti kulingana na mchezo unavyokwenda, lakini ukiangalia pia uh, bahati nzuri ambao na wao wa, wa, wa, wanazipata sasa hivi hizi timu zingine, ni namna ambavyo hizi timu kubwa kwa mfano uh, Simba na Yanga zinapitia mabadiliko ya walimu kwa hiyo kuna baadhi ya mbinu ambazo zinachukua muda mrefu ya mwalimu kujua nani na nani wakicheza nini kinaweza kikatokea kizuri kwao, na wao kwa muda huu wana, wanapata hiyo nafuu ambayo uh, inapatikana. Kwa hiyo unaweza kuona kuimarika kimbinu. Lakini pia ukiwapima tu kwa kuangalia mechi zao dhidi ya Simba na Yanga, unaweza pia uka, ukaona pia nao wanafaidika na hiki ambacho hizi timu zinapitia, kwa maana mabadiliko ya mabenchi ya ufundi. Kwa hiyo kuna namna mpya ya mwalimu anataka kutumia uh, timu yake icheze, lakini pia namna ya wachezaji wanaotumika. Bado mwalimu anatafuta nani na nani wanaweza wakakaa na nikapata kitu bora zaidi. Kwa hiyo kuna, kuna, kuna, kuna pande mbili, lakini hizi mbinu hatusizioni wakati wanacheza wao kwa wao, yani ni tofauti. Unavyoiona leo JKT inacheza dhidi ya Simba au Yanga au Azam na JKT ambao utaiona inacheza dhidi labda ya Namungo, yani utakuta ni JKT mbili to, to, to, tofauti kwa sababu pia ni, ni aina tofauti ya approach ya game ambayo wanatakiwa waende dhidi ya hizi timu, wanakwenda kama timu ya pili dhidi ya wale wenzao wanakwenda kama watu ambao wako wa sawa wanapaswa wao kwa juu ya, ya, ya, ya, ya wenzao. Kwa wakati mwingine unaweza usione kile ambacho utakiona, na ndio maswali ambayo wamekuwa baadhi ya washabiki wa, wa, wa na wapenzi wa mpira wakiuliza, kwa nini hizi timu zikicheza dhidi ya hizi top 4 zinaonekana zina perform vizuri, kimbinu lakini pia kimchezaji mmoja mmoja, kwa maana kiufundi, lakini inapokuja swala la wao kwa wao zile mbinu na ufundi unakuwa ni, ni, ni, ni tofauti. Yani ha, hakuna matukio ambayo yanajirudia mara kwa mara kusema hili ni tukio la itimu limetoka nao kwenye uwanja wa mazoezi na hiki ndicho ambacho wanakuja kutupatia. Umezungumzia hapo wapinzani pia wameongeza ubora wao, lakini ukirudi kwa hizi timu mfano Simba na Yanga, Simba walivyocheza juzi na JKT, Simba walivyocheza na Fontaine, Yanga walivyocheza na na Mbeya walivyocheza juzi na KMC, kuna baadhi ya moment unaona hata hawa wapinzani kama quality zao zimepungua. Ah, kwa kwa kuangalia Simba na Yanga ukizilinganisha zenyewe, Simba wao kwa sababu ya mapito ambayo wameanza kuyapitia takribani misimu minne ndio mm -hmm. maana wao bado wanaonekana wana, wana furaha, wana, wana yani wao matokeo yote ambayo yanakuja yakiwa ya ushindi ya, yani wao wanafurahi. Yanga wanajipima wao kwa wao yani, Yanga bahati mbaya wana, wana kipimo cha kwao ambacho walikuwa nacho kwa hata wakati wanashinda. Bado unaweza kuona mashabiki na wapenzi wa Yanga hawaridhiki yani, kwa mfano juzi timu imeshinda goli nne lakini bado washabiki wanaofua na furaha zaidi ni washabiki wa Simba ambao walishinda goli mbili moja. Kwa hiyo mm. hii inaonyesha kwa nini? Kwa sababu Simba wao walishakuwa na hiyo mentality kwamba wao wanajitafuta bado, hawajafika level ambayo wanapaswa kudimandi kikubwa kutoka kwenye timu yao. Yanga wao walikuwa wako pale juu, kwao dimandi, yani uhitaji ni mkubwa zaidi kwao, wanachokiona wana sasa hivi wanaona sicho kile ambacho sisi si, tulikuwa tuna tunastahili kukipata au tulikuwa tunastahili kuiona timu yetu ikiwa inafanya. Kwa hiyo haya mabadiliko ambayo wanayapitia Yanga ndio ambayo yanasababisha yana hizi pressure ambazo wakati mwingine kwa simba hauwezi kuziona kwa sababu wao tayari walishakubali, na Yanga wanashindana na Yanga yenyewe. Yaani Yanga hailinganishi hai na timu nyingine kwenye ligi, kwa sababu kama utaangalia ligi ilivyo mpaka hapa ilipofikia ukilinganisha Yanga na timu zingine za kwenye ligi, hauwezi kuwa na maswali ya kuiuliza Yanga kwamba Yanga inacheza lakini, sijaridhishwa namna navyocheza kulinganisha na timu zingine za ligi zinavyocheza, mm. Yanga inakuja kuulizwa maswali kulinganisha na wao walivyokuwa msimu mmoja miwili iliyopita, ndicho ambacho kina kina, kina kina wagharimu yanga kwa, kwa msimu huu. Lakini ukizungumza, huwezi kuzungumza kama timu ambayo inafanya vibaya kwenye ligi kwa sababu wamesha wametoka sare moja mm -hmm. na wameshinda michezo mitatu mm -hmm. kwenye michezo minne ambayo wamecheza kwenye ligi, na hata ukiangalia wameruhusu goli moja tu kwenye kwenye ligi, na kwa hiyo sioni kama uh, wao wapo kwenye hali nzuri kulinganisha na wao wenyewe, lakini ukiangalia ligi na mwenendo wake bado naona wako kwenye hali nzuri watu baadhi ya watu wa soka wanasema ni kama vile anguko la yanga linaanza kukaribia ni sahihi na unadhani ni uh, sawa kuzungumza namna hii kinachoaminika ah, ni kwamba jiwe aliwezi kukaa juu huko muda wote kuna wakati tu litashuka chini hmm. nategemea tuna umbali ambao jiwe limerushwa ao litachelewa kurudi kwa sababu ya mba, kwa kuhuli, kwa umbali ulioenda hmm. lakini ni kwa gani itafika ndio inakuwa ijulikani kwa hiyo kuna wakati Yanga ipo juu, matarajio ni kwamba kuna siku itashuka. Lini ndio inakuwa haijulikani. Kwa sababu tunazungumzia Yanga, tusahau pia Simba walishakaa juu misimu takribani minne <tipansi> eh, na wao anguko lao lilipofika walianguka. Kwa hiyo Yanga ni nani? Nao itafika wakati wataanguka, ila kusema wataanguka msimu huu bado unaweza usi, usi, usiwe na uhakika, japo unaweza ukawa na vidotidoti vya kuunganisha kulingana na mwenendo mzima wa timu. Unaweza kuona sajili mpya ambazo zim, zimekuja Yanga ni bado, Yanga inatumia rasilimali zake zile zile za msimu uliopita ulio. Kwa hiyo unaweza ukaona ni sehemu ya anguko ambalo linaweza likawa linawapelekea watu waone kama mm, hapa kuna anguko linaenda kutokea. Kwa mfano uh, sajili ambazo zimekuja, ukiona mtu ambaye kweli ana, ana, ana, ana, ana, alikuwa anastahili kuingia kwenye kikosi ambacho Yanga walikuwa nacho msimu uliopita mm. haumuoni mm. kwa sajili zilizokuja yani Yanga ya msimu uliopita na kikosi chake alafu umesajili hao wa msimu wote wapo unatakiwa kupanga timu ungejikuta Yanga inapanga wachezaji wake wale wale kwenye maeneo uh, mengi kwa mfano eneo la namba sita bado angekuwa ni Aucho anacheza kwenye eneo hilo lakini eh, eneo ambalo amekuja Dumbia kama Aziz Ki angekuwepo ungemuona bado Azizi anacheza Chama kama angekuwepo ungemuona anapata nafasi ya kucheza kulingana na rasilimali zilizokuwepo. Kwa hiyo inawezekana ni sehemu ya anguko, kwa sababu pia zile replacement za watu zinaonekana kukosa majibu sahihi kwa wakati huu ambao wachezaji labda wanahitaji muda wa kuanza kuzoea, lakini ligi inaenda ligi ya mabingwa tarehe ishirini na mbili, wana, wana, wana mechi kwa hiyo watu wameanza kuingiwa na hiyo hofu, kwa sababu inajulikana kutafika wakati Yanga nao itabidi warudi chini, tengeneza tena timu yao kwa ajili ya kuja juu. Ni lini sasa? Ndo watu wanaweza kuhisi huenda ni msimu huu au msimu unaokuja au ni msimu gani? Lakini matarajio ni kwamba lazima na wao watashuka chini, kwa sababu ndio utaratibu wa mchezo wa mpira wa miguu. Kabla hatujaenda kwa Simba, tumalizie kwa Yanga, Prince Dube anaweza kusaidiwa vipi? Wewe ni mchezaji zamani, umecheza sana, una experience hii, unadhani anaweza kusaidiwa vipi na hali alionayo kwa sasa hivi? Uh, mi nadhani mina kwa kama timu inajaribu sana kum, kumsaidia Dube uh, kwanza kwa kuendelea kumpa nafasi ya kucheza, lakini pia uh, wachezaji kuendelea kujaribu kumtengenezea nafasi mm -hmm. za kufunga. Sasa hii sasa inabaki kwake mwenyewe, uh, namna gani anaweza akahendwa aka hiyo presha, kwa sababu timu nzima iko nyuma yake na inayomsaidia mm -hmm. ni jambo zuri sana kuona timu ipo nyuma yake na anamsaidia. Kitu kibaya ni kwamba toka ameanza kupita kwenye hali hii, hata ile unasemaga wakati mwingine mumpe mtu hata penalty ili afunge, bahati mbaya timu haijapata hata hiyo penalty ya kumpatia Dube ili afunge, na wamekuwa wakitengeneza nafasi ambazo uh, yeye yeah, amekuwa akizipata uh, na, na, na, na, na kuzipoteza. Kwa hiyo mimi nadhani kama timu imeshafanya kila kitu kuhakikisha wanamsaidia Dube, hata timu yao ya nje ambayo inahusika na propaganda na nini za kwenye eh, mitandao na nini inafanya kazi nzuri kuhakikisha inamlinda mchezaji na na, na, kumwondolea presha ambayo wanaihisi inapelekwa kwake na baadhi ya watu, lakini ni sehemu ya matukio ambayo kila kila mchezaji huwa anapita. Bahati mbaya tu kwa Dube anapita mfululizo, yaani msimu uliopita alianza hivyo uh, ka, ka, ka, ka ombewa, ombewa mara mwisho akarudi akaenda akaenda sawa bahati mbaya nyingine tena na msimu huu anaanza kuagia yeah. Kwa gia ile ile. Mm. Kwa hiyo ilitarajiwa kwamba huwa inapita kipindi, yani si, si kila msimu mm, unahitajika mm, watu wakae wakuombee ili kuweza kufanikisha ilo, ilo jambo. Kwa hiyo mi kwangu naliona uh, kama Yanga kwa ujumla wamelihendo vizuri, kazi imebaki kwa Dube, yeye mwenyewe sasa kuweza kushusha pumzi na kujaribu sasa, badala ya kufikiria tena yeye kufunga, ajaribu namna gani ataisaidia timu kwa kuanza kutengeneza watu wengine wafunge, kwa sababu ukiangalia anacheza dakika nyingi, lakini hayupo kwenye kutengeneza goli, hayupo kwenye kufunga kitu ambacho msimu uliopita alikuwa hata kama hajafunga anaweza akatengeneza. Kwa hiyo abaki sasa mtu ambaye ana anafikiria ana, ana namna gani anaweza akatengenezea watu na wakaweza kupata magoli kupitia yeye.